Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka, sura ya 18 aya tisa hadi ya 14. Yesu aliwaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wema ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote: watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja mfarisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, E Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadharimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga piga kifua akisema E, Mungu, niwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule. Kwa maana kila ajikwezaye atadhiriwa, naye anayejidhiri atakwezwa. Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Leo tarehe 28 ya mwezi Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Leo bwana wetu Yesu Kristo katika somo la Injili ambayo tumesikia hivi punde anatoa mfano akiwaelezea watu wawili, Farisayo aliyejidai kuwa mwenye haki pamoja na mtoza ushuru ambaye yeye alijikubali kuwa mwenye dhambi. Wapendwa taifa la Mungu, mara nyingi na sisi tunaweza tukakumbwa na kishawishi hiki cha kujihesabia haki hasa pale ambapo tunaona tunaingia kanisani, tunakuja kusali kila kila siku, tunahudhuria adhimisho takatifu la Misa, tunakuwa mstari wa mbele kutoa sadaka, tunatoa zaka zetu, tunatoa mavuno, tunategemeza mapadre, na tunatoa ile michango yote ambayo inatakiwa na kanisa, na hatukosi katika matukio yote. Kuna, kuna kishawishi cha kujiona sisi ni watakatifu kuliko watu wengine na pale ambapo tunapojihesabia haki ndipo anguko letu linapoanzia. Tukumbuke somo ambalo tulisikia Ijumapili, waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, maneno ya mwisho kabisa, anasema ajidhanie amesimama, angalia asija akaanguka. Mara nyingi tunapokuwa katika mazingira haya ya kanisa na kufanya hayo ambayo nimeyasema hapo awali, tunajiona tumesimama na tunaweza tukapata tuka kishawishi kingine cha kuwanyoshea kidole watu wengine ambao tunaona wao ni wadhambi kuliko sisi. Sisi yawezekana tukawa tunafanya yoyote, lakini bado sisi ni wadhambi, kwani kwa Mungu sote tu wadhambi. Tukisema hatuna dhambi, twajidanganya na kweli haimo ndani mwetu. Kumbe kinacho tunachotakiwa kufanya sote ni kuwa wanyenyekevu mbele ya Mungu, hasa katika kipindi hiki cha Kwaresima ambacho ni kipindi mahususi cha kufanya toba. Tusijihesabie haki, tujione kwamba sisi tu wadhambi kwani hakuna mtu ambaye ni mkamilifu mbele ya Mungu na kutokamilika kwetu ndiko kukamilika kwenye kama wanadamu, kwa sababu si tu dhaifu, na tusipende sana kuwahukumu watu wengine ambao tunaona wanatenda dhambi. Wale tu waombe, na kuna uwezekano mkubwa sana wale ambao tunakuwa tunawaona ni wa dhambi, labda ambao wanakuwa kwenye kumbi za starehe, labda ambao tunawaona maisha yao sio ya kanisani, tukaona wale ni waovu na tukaonyeshea kidole kwa kuwahukumu kuna kuna kuna uwezekano mkubwa au wakututangulia kuurithi ufalme wa Mungu, kwani wao wakimwendea Kristo kwa unyenyekevu na kufanya toba watasamehewa na watahesabiwa haki. Ila sisi tukajiona ni watakatifu na tusiwanyenyekevu kwenda kuomba msamaha kwa Kristo, basi sisi tunahesabiwa tuna kutokuwa na haki kwa sababu tumejidai wenye haki. Unyenyekevu ndio siraha kubwa ya kutufanya sisi tuhesabiwa haki mbele ya Mungu. Na baraka yake Mungu mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima.